Sasa nije kwenye swala letu lililotuleta hapa. Kabla sijaingia kwenye uteuzi wenyewe, nataka nieleze mambo matatu ambayo yanahusu Baraza la Mapinduzi nitakalolitangaza. Kwanza, Tumeongeza wizara mbili sasa, badala ya kuwa zile kumi na nane za awali, sasa tutakuwa na ishirini. Na kwa kweli, si kwamba tumeongeza kwamba mpya kabisa, hapana, tumeziondoa kutoka katika wizara ambazo zilikuwepo awali, tukazitengenezea wizara peke yake kwa umuhimu wa majukumu yake. Mtakumbuka wakati wa kampeni nilitoa ahadi ya mambo mawili makubwa. Kwanza ni kuhakikisha kwamba serikali inaendeshwa kidijitali zaidi, yaani digital transformation. Sasa ili tuweze kufikia huko, tunahitaji eneo hili la mawasiliano kuwa na utendaji wa peke yake. Sasa hivi wizara husika ni wizara ya ujenzi, mawasiliano na uchukuzi. Mara nyingi wanahangaika sana na barabara na viwanja vya ndege, bandari, lakini lile swala la mawasiliano kama halijapata nguvu ya kutosha. Kwa hiyo nimeamua kuanzisha wizara mpya itakayoitwa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa hivyo ile ya ujenzi itabaki kuwa ni wizara ya ujenzi na uchukuzi. Wizara ya pili ambayo napenda niitilie mkazo ni wizara ile yetu iliyokuwa ni ya kazi, uchumi na uwekezaji au ofisi ya rais kazi, uchumi na uwekezaji. Ilikuwa ina mambo mengi ndani yake, kulikuwa kuna maswala ya kazi, maswala ya uchumi maswala ya uwekezaji, maswala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kaona kama vile eh, ahadi zetu za kampeni ni kwamba tutawawezesha zaidi vijana na wananchi kwa ujumla, lakini tutahangaika kuhakikisha kwamba tunatengeneza ajira mpya laki tatu na hamsini elfu. Ili kazi hii itimie, nimeona nivyema, ni vyema niigawe wizara ile kutengeneza mbili. Moja itabaki kuwa ni, ni ofisi ya rais, au hapana ni, ni wizara ya kazi na uwekezaji, na nyingine itakuwa ni wizara ya vijana, ajira na uwezeshaji. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba tunashughulikia changamoto ya ajira kwa vijana na kuwawezesha wananchi wa makundi yote kiuchumi. Kwa hivyo hii ndio mabadiliko ya kwanza katika baraza, badala ya 18 sasa zitakuwa 20. Taarifa ya pili inayotaka kuitoa kabla sijaingia katika uteuzi